Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu wapenzi wa klipu za Babu Haji. Tunaendelea na e, uchawi wa kifaranga. Wewe, kifaranga si niye, wakusikie. Mwona, uchawi huu wa kifaranga kifaranga kinafanya nini? Kina mambo mengi mengi mengi makubwa, lakini leo nitazungumzia katika uchawi wa mapenzi kwa kutumia kifaranga. Uchawi wa mapenzi kutumia kifaranga unafanya namna gani? Sikilabu, endelea kusikiliza eh, eh, klipu zetu ili uweze kupata mambo mazuri kutoka kwa soda ya ngeni. Asante sana kwa wale wapenzi eh, wa eh, fimbo za mzee za Rabanda, fimbo zipo bado kwa wale mliokosa pia mwendelee kuzifuatilia manani ma, ma, ma, hii E, hizi fimbo bado zipo na pia kwa wale wa fimbo za dragon fimbo zipo. Kwa wale wa fimbo za Kasela fimbo zipo, na kwa wale wa kitambaa cha Kathmil, kitambaa hichi ni kitambaa ambacho e, kina nguvu za pekee. Kitambaa hiki kinafunga wezi. Kitambaa hiki kinatibu e, maradhi mbalimbali Kitamba hiki ni kinga mzuri sana. Kitamba hiki ni kinga ya wezi. Kitamba hiki ni kinga ya uwanga, na pia kitamba hichi ni kitambaa ambacho kina mvuto wa pekee katika biashara. Kitamba hiki kinapatikana kwa shilingi elfu ishirini na tano pamoja na kitabu chake cha maelezo namna gani unaweza ukatumia. Eh, kitabu hichi waweja sana eh, eti kitabu nimesikia chai ya maziwa umeona. E, ni namna gani unaweza kukusaidia kitabu hichi? E, ni kitabu ambacho kina maelezo e, mbalimbali kuhusu kitambaa cha Katimir, kitambaa cha Zaitun bint Abris ni nilikikanseri, sikitoi tena kwa sababu kilianza kuleta e, majanga na masitikiko nikaona hakifai. Tuendelee na vitu ambavyo ni vidogo vidogo. Wengi wanavunja masharti na kujiletea mambo ya uoto hasa kwa wale watu. Kwa hiyo leo tuko na uchawi wa mapenzi kwa kutumia kikuku hiki kidogo. Sasa unatakiwa ufanye namna gani? Tafuta kile kikuku ambacho bado kinafuatwa eh, kinamfuata mama yake kinamfuata kina kina eh, mama yake kinyumenyume. Huu ni uchawi uchawi wa mapenzi kwa kutumia kifaranga. Huu ni uchawi kama siyo mumeo ukisitumia kidawa hichi. Hii dawa inaitwa pachika <laughs> E, pachika hii ni ya kupachika sehemu ya kari yako. Lakini unapachikaje? Unatumia huyu kifaranga, utachukua huyu kifaranga. Kuna watu wengine. E, wanaume wanachepuka chepuka, umeona? Sasa wanakuwa hata wanawake nao pia wanachepuka chepuka, lakini hii ni ya wanawake kumfanyia mwanaume. Unatafuta kile kifaranga ambacho bado ni kidogo kinamfata e, mama yake. Kisha kipata kile kifaranga, unakinyafua chap, halafu unakiambia, wewe kifaranga, unamfata mama yako kila anapokwenda, unamfata, huwezi kulala bila yeye huwezi kula bila yeye, huwezi kwenda haja kubwa haja ndogo bila yeye, umeona, huwezi kusinzia bila yeye. Kwa hiyo na mimi nataka kuanzia leo, wewe kifaranga furani bini furani, asikae bila mimi, asikule bila mimi, asitembee, asimzugule bila mimi, asifanye hivi bila mimi. ukisha mla maliza namna hiyo basi, eh, kifaranga hicho utakichinja ukisha kichinja kifaranga hicho unachokitoa ni kitu kimoja ambacho ni moyo wa hicho kifaranga. Ukishatoa huo moyo, basi moyo huo, ee, unausafisha vizuri, kutoatoa ile damu. Kisha mwanamke, unaukadimija kariakoo kariakoo kule unaukadimija wakati wa jioni, unalala nao asubuhi, unatoa halafu utachomeka kama kamdenge hivi. Kabudenge Kiswahili ni spoke ile za basketi zile au ka kitu kokote, mradi uweze kuikausha. Nimesema kukadimi jakari yako, utakuwa umeelewa kwa wewe mtu mzima. Um, kisha asubuhi unakitoa kile kimoyo, utakibanika vizuri, utakikausha safi kabisa kisha utakisaga upate e, unga. Ukishapata ule unga, halafu kisha jichanja kwenye mapaja kwa mapaja kwa mungu kwenye mapaja ukichale bibili toa kamua pata damu changanya na ule unga ambao umesaza wahaka kamoyo, kisha tia na mate yako eh. Ukishamaliza namna hiyo, basi kadawa hako tia kwenye mambo ya ya maakuli kwenye mambo ya maakuli kwa manoizi, hakika utaona maajabu. Fanya uchawi huu, hakika utaona maajabu. Eh, kwa mwanaume utafanya namna gani? Basi tutawapa kripu nyingine ya akina baba, lakini hii ni akina mama. Fanya namna hiyo, utaona maajabu. Wewe mwanaume hauna kari yako bwana, wewe una bagala, tandika tongomeka kule basi. Lakini mwanamke anaweza akaweka na kafanya akatumia dawa hii na ikawa ni mujarabu kabisa, na ikamsaidia katika majambo mbalimbali taendelea na uchawi wa kuku eh, kwatika masuala ya biashara na kadhalika. Na pia vile vile, ka kuku huyu huyu unaweza ukamnuilizia akiwa eh, ni mzima, na ukawa uka, kama unakafuga hivi ndani, unakapa chakula kana kula, unakuwa unanuia fulani, mume wangu, mchumba wangu, jamani, nani Mpemba wangu naomba iwe hivi iwe hivi, jamani, baba dudu, hivi kula chakula kunywa maji ushibe, unakaa nako kama siku tatu hivi, alafu kisha ndio unakofanyia hayo mambo. Hakika utaona maajabu kabisa ya kifaranga kinavyofanya, e, kazi. Kuna kifaranga kidogo kabisa, aa, na kikubwa kubwa kidogo na kingine ambacho ni kifaranga kinachofuata mama yake, lakini kikawa ni cheupe na mama yake ni mweupe, na wafundisha namna gani unaweza kufanya katika a wa biashara unafanya namna gani? Endelea kumsikiliza. soda yangeni. Thank you very much very much, goodbye. Wawenja sana.